Bibilia inasema pombe wapatie wajinga maskini, mm. Mm -hmm. ili wasahau shida zao. Wakikunywa watasahau wa, wakikunywa watasahau unajua hivo. Najua inasema hivo, wacha nikupatie. Hiyo inasema Bibilia, pombe wapatie wajinga mm -hmm. Wacha tuipate, e, I tell you Biblia inasema kitabu cha Proverbs 31 mm. verse 6. Proverbs 31 uh-huh. From verse six, uh, verse six and seven. Mm. Inasemaje? Inasema, mm. Give strong drink to him who is perishing Mpatie kileo yule ambaye tayari anaangamia and wine to those who are bitter of heart. <laughs> <Nadibu>. <laughs>